Uchaguzi mdogo wa kiti kilichoachwa wazi cha useneta wa Makueni ukikaribia, viongozi wa muungano wa CORD walikutana hii leo na moja, kwa kauli moja basi wakamwidhinisha Kethi Kilonzo mwanawe Mutula Kilonzo kuweza kuwania kiti hicho kilichoachwa wazi baada ya babake kufariki kwa tiketi ya muungano huo. Na mimi nasimama hapa nikijua nyinyi wote ni nyini, watu waaminifu sana. Leo tupe ahadi nyingine. Mutampigia Kethi kura, yeah. Mutampigia Kethi kura, yeah. Wacha inua waipa tuone, yeah. I want to request the minority leader who actually should be the majority leader in the Senate, my learned friend Moses Wetangula, huyu msichana wetu kama atawekwa kwa legal committee, lakini tafuteni pia awe katika international relations committee ili atunguke dunia nzima. Leo tumekuja hapa na mchana wetu, maana yake tulipoteza ndugu wetu mtula Mtula, lakini mtula hajakufa sio? Simeona kesi ni Mtula, anasema the king is dead long live the king, sio? Sasa, tumeleta kesi hapa na tunataka kukaa hapa Makueni, tufanye historia kuchagua mwanamke wa kwanza kuwa seneta katika Bunge la Kenya. Kwa kweli, siku ya leo mimi nimeingia nasari ya siasa. <laughs> <laughs> Yes, nasari. Hii ndio siku, mara siku yangu ya kwanza kuongea mbele ya umati mkubwa kama huu. Asanteni sana kwa kuja, lakini mambo ya kisheria, mimi si wakili, mimi ni wakili mzuri tena sana, sipitiki kisheria, sindio? Siku ya Thursday tutakuja tutakuja na hao watu wote mmewaona, na nitakuja kuwaomba munieke kama kiongozi wenyu katika senati. Nairobi sawa na mikatungalipo na taarifa inayofungamana na taarifa ambayo ameiona hivi punde. Kwa sasa tunajiunga kwa njia ya simu moja kwa moja na mwanahabari wetu Aaron Uchenga ambaye alikuwa katika eneo hilo. Aaron, sijui unanipata? Ndio, nakupata mwenzangu Daruesha, katika hali iliyo nzuri. Labda tueleze tu shughuli ya leo ilikuwa ni kuhusu nini na maamuzi yaliyofikiwa katika shughuli ya leo ilikuwa ni yapi? Vile unavyojua, uh, Kethi Kilonzo hapo awali alikuwa amesema kwamba hawezi kuwania kiti hichi kwa sababu ni hatia katika kibina cha Wakamba, kwa mtoto kushindana na mamake. Hivyo basi akaamua hata, hata wania kitiiti, lakini kulingana na, um, na ripoti ambazo tulizipata ni kwamba wale wa vigogo wa ODM pamoja na Wiper wale wanaounda chama cha CORD walikaa naye na wakamwelezea hasa kwamba yeye ndiye um, mwenye uwezo ama ambaye anaweza kushinda kiti hiki kwa njia ya urahisi. Hivyo basi inaonekana waliweza kumshawishi na kwamba hii leo ndio walimleta kwenye uwanja huu wawote, ambapo watu wa Makueni walimwona na wakamsikia kwa mara ya kwanza kabisa. Darwesh Nam Aron, muda huu ni ruhusu, lakini najua mengi zaidi tutayapata kwenye taarifa zetu za hapo saa tatu usiku. Naam, huyu alikuwa ni mwanahabari wetu Erono Chenga akitueleza mengi kutoka eneo la Makueni kuhusiana na jinsi shughuli ilivyofanyika ya, ya kuweza kumwidhinisha Kethi Kilonzo kuwania eh, kiti kilichoachwa wazi na babake ambaye amefariki kiti cha useneta. Lakini kwa sasa...